For na story ni ni na na na ambayo ambayo niko nayo, meneja meneja wa wa msanii msanii Mavokali Jembe One. Eh eh, bana ameweza kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii yote, hii ni, mara, ya kijamii yote hivi, hivi hivi mara baada ya kuweza kuchapisha ujumbe ujumbe wake. Maneno alikuwa kwa upande wa huyo, "Let's pray for Mavokali." Akaweka emoji emoji fulani fulani za kushukuru kuomba kuomba msamaha, eh, msamaha, lakini pia ambazo zishazoeleka kama watu sorry namna gani vipi? Akawa ameandika huo Jembe One. Mpaka sasa mashabiki wengi sana wamekuwa na wasiwasi aa wasi na ujumbe huu ambao ameweza kutoa eh, meneja wake Mavokali. Na kama inafahamika kwamba kuna baadhi ya watu wengi sana ambao walikuwa na doubt, wanatoa post na kuuliza kwamba msanii Mavokali amelekea wapi. Moja kati ya wasanii ambao walikuwa na mchango mkubwa sana katika siku za hapo nyuma kidogo dogo, alionekana kabisa ni moja kati ya wasanii walioenda viral kinoma noma kwenye mtandao hata pia wa YouTube, kule Boomplays, ngoma zake zilikuwa zinasikika sana, lakini pia moja kati ya kibao ambacho kimemtambulisha zaidi duniani kote kwa ujumla ni wimbo ambao anakwenda kwa jina la Komando ambao mpaka sasa wakiwa na jumla ya watazamaji milioni 25 wakiwa na miaka miwili. Mavokali pia aliweza kufanya remix Hey ya wimbo huo ambao ulikuwa anakwenda kwa jina la Mapopo ambao alifanya pamoja na, na Rayvanny ambapo mpaka sasa una jumla ya watazamaji milioni 19 kwenye mtandao wa YouTube, lakini hata pia akiwa na jumla ya subscribers laki tatu, elfu arobaini na nane kwenye mtandao wa YouTube kule, lakini mpaka sasa anaendelea kukimbiza nyimbo yake ya mwisho kabisa kuweza kuiachilia, ni ina miezi mitano inayokwenda kwa jina la densi Mavokali. Mpaka sasa hivi alikuwa amekaa kimya hapa katikati, mashabiki wake wengi wakiendelea kusubiri zake, mbona kama zimekaa kimya lakini mpaka sasa hivi inaonekana kabisa kwamba meneja wake ameweza kuzua e, gumzo kubwa sana, taruki ni nyingi sana mtandaoni baada ya kuweza kusema kwamba watu wamuombee Mavokali. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani, aidha kwamba unaamini kama hii ni kiki au kuna kitu gani ambacho labda pengine kinaendelea. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, in case kama upo 254 UG, Uganda, WZ, Dodoma, Tanzania, Dar es Salaam, drop comment yako utakometisha kinoma noma.